Usiku ule basi lilifika stendi bila kelele. Halikuwa na dereva wa kawaida. Kila mtu aliyepanda alikuwa anajua anakimbia jambo moja maishani. Lakini walipofika ndani waligundua hawakuwa wakikimbia bali walikuwa wanachaguliwa. Na sauti ya kutisha ikasikika. Basi hili halirudi nyuma, na kila abiria atalipa kwa kile alichokimbia. Na ghafla mlango ukafunga. Kabla hatujaendelea na simulizi hii ya kusisimua, bonyeza subscribe sasa hivi, like video hii, na niambie kwenye comment unatazama ukiwa wapi muda huu. Tuanze sasa. Mvua ilinyesha kama dunia inalia kwa niaba ya mtu mmoja. Matone yaligonga paa la kituo kidogo cha mabasi cha kijijini, yakichanganyika na matope, yakifanya ardhi iwe nzito kama mawazo ya Jabir. Jabir alikaa kwenye benchi la chuma lililopinda, mgongo wake umeinama, mikono ikitetemeka, si kwa baridi, bali kwa mzigo wa kilichomuumiza miaka mitatu iliyopita. Maisha yake yalikuwa na mwelekeo. Leo, hata kivuli chake kilionekana kama kimemkimbia. Alivaa koti jepesi lililochanika kwenye mkono wa kushoto. Ndani ya mfuko wa koti alishikilia bahasha ya kahawia iliyochanika pembeni. Ndani yake kulikuwa na karatasi chache zilizoamua hatima yake. Hukumu, usaliti, kipigo cha mwisho cha maisha yake ya zamani. Jabir alikuwa mwalimu. Au angalau alikuwa mwalimu. Alifundisha shule ya sekondari mjini, akiamini elimu ingeweza kubadilisha kizazi. Alifundisha kwa moyo, si kwa mshahara. Wanafunzi walimpenda, wazazi walimheshimu. Lakini mtu mmoja hakuwahi kumvumilia: Bwana Mzuka, mkuu wa shule, mtu mwenye sauti laini, tabasamu la kinafiki, na mizizi mirefu ya ushawishi. Mzuka alikuwa na nguvu, sio kwa haki bali kwa hila. Na Jabir alijifunza kuchelewa sana kuwa ukweli haupigi kura katika ulimwengu wa watu kama Mzuka. Ilianza siku Jabir alipokataa. Mzuka alimwita ofisini kwake, akaweka faili mezani, akasema kwa sauti ya chini: Jabir, haya majibu ya mitihani tuyarekebishe kidogo, shule iheshimike. Jabir alihisi moto moyoni. Hapana, mkuu. Hiyo ni kudhulumu wanafunzi. Mzuka alitabasamu. Uadilifu ni mzuri, lakini nafasi yako hapa ni nyembamba. Jabir hakurudi nyuma. Ndipo vita ilipoanza. Ndani ya wiki mbili, ripoti za uongo zikaandikwa. Malalamiko ya uongo yakatengenezwa. Wanafunzi wawili walishawishiwa kusema uongo. Na siku ile ya mwisho, Jabir alipofika shule, walinzi walimzuia mlangoni. Umesimamishwa kazi kwa tuhuma nzito. Hakuwa na nafasi ya kujitetea. Hakukuwa na kusikilizwa. Bahasha ya kahawia ilifika nyumbani kwake siku tatu baadaye. Kufukuzwa kazi, kesi ya kimaadili, kufutwa jina. Mke wake, Asha, alilia siku mbili mfululizo. Siku ya tatu aliondoka. Aliacha ujumbe mfupi. "Siwezi kuishi na mtu aliyeharibu maisha yake mwenyewe." Jabir alibaki na nyumba tupu, ukimya mzito, na sauti ya dhamiri iliyomkataa dunia. Ndio maana alikuwa pale usiku ule. Hakujua anaenda wapi. Alijua tu lazima aondoke. Kituo cha mabasi kilikuwa kimya isivyo kawaida. Hakukuwa na wachuaji, hakukuwa na kelele za kawaida za safari za usiku. Saa ya ukutani ilisimama saa saba kamili usiku, haikusogea. Mvua ilipungua pole pole, ikiacha ukungu mzito. Ndipo Jabir alisikia sauti ya injini. gung gung. Katika giza basi lilijitokeza. Lilikuwa refu jeupe lililochafuka, taa zake zikiwa hafifu kama macho ya mtu asiye na usingizi kwa miaka mingi. Kwenye kioo cha mbele Hakukuwa na namba, hakukuwa na jina la safari. Liliandikwa kwa herufi zilizofifia safari ya mwisho. Jabir alisimama, hakujua kwa nini moyo wake ulipiga kasi. Mlango wa basi ulifunguka pole pole, psss. Ndani kulikuwa na giza la ajabu. Hakukuwa na abiria wengine wanaoonekana, na bado alihisi kama anatazamwa. Jabir alipanda hatua ya kwanza. Sauti nzito ikasema kutoka mbele, keti popote. Sauti hiyo haikuwa ya kiume wala ya kike, ilikuwa kama imetoka mbali, mahali palipovunjika. Jabir alitafuta macho ya dereva, alimuona kwa nusu. Alivaa kofia iliyofunika uso wake, kivuli kikizama hadi kidemuni. Macho yake hayakuonekana vizuri. Yalikuwa kama mawili yanayowaka gizani. Naenda wapi? Jabir aliuliza kwa sauti ya chini. Dereva hakumgeukia. Kila mtu anafika anapostahili. Jabir alitaka kushuka, lakini miguu yake haikusogea. Mlango ulifunga, basi likaanza kusonga. Baada ya dakika chache, Jabir aligundua hakuwa peke yake. Viti vya nyuma vilianza kujaza kimya kimya. Hakusikia mtu akiingia, lakini hafla kulikuwa na mwanamke aliyevaa gauni jeusi, macho yamejaa machozi; mzee aliyeshika fimbo, mikono ikitetemeka; kijana aliyekuwa na damu kwenye shati lake. Hakuna aliyesema neno, hakuna aliyeshangaa. Ilionekana kama wote walikubali hali hiyo bila maswali. Jabir alimsogelea mwanamke aliyekaa karibu. Samahani. Unajua basi hili linaenda wapi? Mwanamke alimwangalia, macho yake yakiwa mekundu. Nilipanda nikikimbia maumivu. Mahali popote ni pazuri kuliko pale nilipotoka. Maneno hayo yalimchoma Jabir kama kisu. Sauti ya dereva ilisikika tena, sasa ikiwa kali zaidi. Kabla hatujaendelea, kumbukeni kanuni. Abiria wote wakiinua vichwa. Basi hili halirudi nyuma. Hakuna anayeshuka kabla ya kusimama, na muhimu zaidi. Dereva alisimama ghafla, akageuka nusu, macho yake sasa yalionekana, hayakuwa ya kawaida. Kila mmoja atalipa kwa kile alichokikimbia. Moyo wa Jabir ulidunda kwa kuvu. Alijaribu kucheka kimya kimya, ni ndoto, alijiamini au mshtuko wa akili. Lakini basi lilipogeuka kona alitazama nje. Hakukuwa na barabara, kulikuwa na njia nyeusi isiyo na mwisho, pande zote zikiwa tupu kama kumbukumbu zilizofutwa. Wakati basi likiendelea, Jabir alihisi kitu kingine, kitu kizito zaidi ya hofu: hasira. Kila sauti ya injini ilimkumbusha sauti ya mzuka, kila lango la taa lilionekana kama tabasamu lake la dhihaka. Ndani ya kichwa chake Alisikia sauti ile ile, uadilifu haukulipi Jabir alifumba macho. Ndani ya giza hilo aliona picha ya Asha akiondoka. Ndani ya kifua chake kitu kilianza kubadilika, sio huzuni tena, ilikuwa tamaa ya kujua, hii safari inanichukua wapi na kwa nini inanihisi kama imenichagua. Basi lilipunguza mwendo, mbele kulionekana taa moja nyekundu ikiwaka kama jicho. Dereva akasema kwa sauti ya mwisho usiku ule, safari imeanza sasa. Abiria mmoja alianza kulia kimya kimya, mwingine alishika kifua chake, na Jabir alihisi kitu kikifunguka ndani yake, sio tumaini, sio hofu, bali mwito, mwito wa kujua ukweli, wa kukabiliana na aliyemuumiza, na wa kulipa gharama ambayo bado hakuijua. Basi la kichawi liliingia gizani zaidi, na Jabir hakuwa tena yule aliyepanda. Funza la sehemu hii ya kwanza: kabla hujakimbia maumivu yako, jiulize yanataka kukufundisha nini, kwa sababu usipokabiliana nayo leo, yanaweza kukupeleka safari ambayo huna uhakika kama utaweza kurudi. Na hapo ndipo simulizi letu linaishia kwa sasa. Niambie wewe umejifunza nini? Andika maoni yako hapo chini. Like video hii, share na rafiki zako wa Facebook, WhatsApp au TikTok na subscribe ili usipitwe na sehemu inayofuata ya simulizi hii ya kusisimua. Tutaonana kwenye video ijayo. Bye.